Tanzania yetu, amani kwanza. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Mkoa wa Dar es Salaam, Alhaji Muhammad Abdullah Mawinda Mheshimiwa Sheikh Ahmad Kasim Segumba, Sheikh wetu wa kata ya Mburahati ambaye ni mwenyeji wetu hapa, Mheshimiwa Sheikh Yasin Masenga katibu wa Jaimat mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa rafiki yetu mkipenzi Balozi Messi ambaye umehudhuria na umetupa neno uzuri mwaka huu, asante sana Mheshimiwa shekh Majaliwa Kauto, mwenyekiti wa Jmat Kigamboni Kinondoni, lakini pia naibu katibu idara ya usimamizi na uwajibikaji Jmat Taifa, Mheshimiwa mlezi wa BAKWATA mzee wetu shekh Ibrahim Sheikh Abdallah Mpugusi kajmat makao makuu, Mheshimiwa Dr. Habibu Mazinge, mhadhiri wetu, mhadhiri wa kimataifa, Sheikh Mahesh, mkurugenzi wa Bei Ahlul Khair Mheshimiwa polisi kata, ukimwakilisha fande OCD, mheshimiwa maaskofu mliopo hapa na wachungaji, mheshimiwa mama zetu, wajua kita mburahati mkurugenzi Kasiba